Hey, mambo vipi? Karibu tena kwenye playlist yetu ya kujifunza Adobe InDesign hatua kwa hatua. Hii ni video yetu ya tatu, na leo tutakwenda kujifunza kwa undani jinsi ya kuweza kutengeneza new document, ambayo ni hatua ya kwanza kabisa muhimu kabla ya kuweza kuanza kufanya kazi yoyote ile ndani ya Adobe InDesign. So kaa tayari, angalia video hii hadi mwisho ili basi kuweza kujifunza hatua kwa hatua kuhusiana na hiki ambacho leo nataka tuweze kujifunza. So baada ya kuweza kufungua Adobe InDesign tayari inatuleta hapa katika home screen, ndio sehemu ya kwanza ambapo itafungukia. Kuweza kufungua dokumenti mpya kwenye Adobe InDesign, kuna njia tatu rahisi ambazo unaweza kuzitumia. Njia ya kwanza ni kutoka katika hii hii home screen yetu hapa, kuna hii button rangi ya blue, utaklik hapa na itafunguka hii boxi hapa ambayo inaitwa new document, ndio boxi ambayo tutakwenda kuitumia ku set vipimo vyetu vya hiyo sehemu ambayo tunakwenda kuitengenezea project yetu ama ile kurasa ambayo tunakwenda kuitengeneza. Lakini pia njia ya pili ambayo unaweza kuitumia ni kuja huku katika menu, kuna hii menu ya file uta click uta click katika new uta click hapa document, itakuja hii boxi ya kuweza kutengeneza new document. Na njia ya tatu ni kuweza kutumia keyboard shortcut mfano ukija huku juu katika hii menu file ukiklik new, unaoneshwa hapa control n ndio keyboard shortcut ambayo unaweza kuitumia moja kwa moja ukaweza kutengeneza new document. Kwa hiyo ukiwa hapa ukiklik tu control n katika keyboard yako, itafunguka hii boxi na tayari kwa ajili ya kuseti vipimo vya saizi ya hiyo kurasa ama hiyo document ambayo utakwenda kufanya nayo kazi. So nadhani umeweza kuona hizo njia tatu ambazo unaweza kuzitumia yoyote ile kwa kwa ambapo itakuwa ni rahisi. Baada ya hapo ukiangalia sasa hii box yetu ya new document kuna vitu kadhaa hapa, vingi kidogo kama ni mgeni, lakini leo utaweza kuvifahamu takriban ya vyote vile muhimu. So kwanza kabisa, tuanze na huku juu katika preset. Kuna hizi intent. Kuna hii tabu ya kwanza ambayo ni recent, kwa sasa ndio ipo ambapo tupo. Hapa kutaweza kukaa zile e, file document ambazo umekuwa ukifanya nazo kazi mara kwa mara, ama muda sio mrefu ulikuwa unafanya kazi zako. Kama ulikuwa unatengeneza kitabu, utaweza kuona size ambayo uliweza kuitumia hapa katika recent. Lakini hapa katika saved ni zile zote document ambazo uliweza kuzisave. Pengine wewe umekuwa unatengeneza kitabu mara kwa mara kupitia Adobe InDesign, vitabu tofauti tofauti. Sasa kuna size ambazo unazitumia ili kukurahisishia wewe kuto kusumbuka kuseti tena vipimo na vitu vingine. Moja kwa moja una uwezo ile document ya kwanza utakayoitengeneza ukai save, na itakuwa inakaa hapa kwa moja kwa moja, utakapofungua hii box ya new document, unakuja katika saved na kuchagua, na kuweza kuchagua na tayari itakuwezesha wewe kwenda kufanya kazi zako kwa haraka zaidi bila kuanza kusumbuka kuanza kuset set settings mbalimbali huko. Nadhani utakuwa umeelewa kazi kubwa ya hii sehemu ya save eh, inayofanya. So, ukiachilia hapo kuna hii sehemu ya print. Kama unaunda, unatengeneza kitu cha kuweza kuchapishwa kama vile brochure ama majarida, vitabu basi utakuja katika hii sehemu ya print. Hapa kuna hii view all preset ukiklick, zinafunguka preset nyingine ambazo zipo tayari. Adobe wamekurahisishia kwa kuwekea wewe size zile ambazo mara kwa mara zimekuwa zikitumika hususan ah, katika masuala ya kuchapishwa, kuprint. Unaona hapa kuna A4, A3, A5, kuna letter sana inatumika Marekani kule. So, unaweza kuchagua hapa ikakurahisishia wewe kwenda kufanya zako kazi kwa haraka bila kuanza kusumbuka katika kuweka setting mbalimbali. Mbali. Lakini hizi preset haijalishi kuwa size ambayo haipo hapa huwezi kuipata. Hapana. Kama unavyoona huku pembeni, nitakufahamisha jinsi gani ya kuweka size zako ambazo wewe unazihitaji. Kuna template hizi unaweza kutumia pia, kwa customize ukatengeneza kuboresha na kuweka vitu ambavyo wewe unahitaji kuweka katika hizi preset, I mean template ambazo tayari zipo watu wametengeneza for free kabisa unaweza kuzitumia. So ukiachilia hapo, kuna hii web ambayo hii kazi yake inatumika mtandaoni. Mfano PDF, unahitaji kudesign kitu kiwe katika hali ya PDF, uh, kiweze kusomeka tu katika hizi device. Katika hii sehemu ya web, unaweza kutumia hizi. Kuna saizi tofauti, A4, letter na hizi saizi nyingine, lakini pia kuna hii mobile hapa, kama unahitaji kutengeneza layout katika simu au app iwe katika saizi hiyo, basi utaona hapa hizi preset mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia. So leo wacha tuweze kuchagua katika hii sehemu ya print hapa, tuchague A4. Okay, kwa ntakuja hapa, ntaklik A4 na huku tayari imechange kuchukua sifa ya hii document ambayo tumeichagua hapa. So baada ya hapo, acha tuweze kufahamishana sasa vitu ambavyo vinapatikana upande huku, ambao pia ni muhimu sana kuweza kuelewa. Kama nilivyokwambia, mda mwingine unakuja na size zako tayari, umechukua vipimo huko physical, kama ni kipimo cha kutengeneza bango, ushachukua vipimo vyako unakuja zako humu, unatakiwa basi uweze kujua jinsi ya kuviweka vipimo vyako na kuweza kufanya kazi zako. So sasa tuanze kwa kuangalia hapa mwanzoni, hapa utaweza kuandika jina la hiyo dokumenti yako ambayo unaitengeneza, ambapo sio lazima kwa kuanza. Unaweza ukaache hivi, ukenda kuandika ndani utakapokuwa ushatengeneza, unapohitaji kuweza kusave, pale itakuhitaji uweze kuandika jina la hiyo document. Kwa unaweza kuandika, lakini pia unaweza kuandika hapa hapa, mfano let's say kitabu okay. alafu hapa kuna hii sehemu ya kuweza kusave document hiyo preset kuweza kuisave ndio pale ambapo nimekuonesha huku. Kuna uwezo wa kuklik hapa na moja kwa moja saizi ambayo umeweka hapa ya document ikaseviwa, nikakurahisishia wewe wakati mwingine ambao unakuja na unahitaji kufanya kazi na saizi kama hii ambayo ulishawahi kuweza kuitumia. Lakini pia ukiachilia hapo, kuna hii width, height, na unit. Ni sehemu muhimu pia kuweza kuielewa. Unit ndio hapa sasa wewe umechukua uh, vipimo vyako physical kwa kupitia kipimo fulani let's say sentimita. Huko itakubidi uweze kuklik hapa na kuchagua aina hiyo kipimo ambacho umekitumia huko ili basi uweze kupata size sawa. Kwa kama umetumia sentimita utachukua sentimita, milimita utachukua milimita, kama ni pixel utachukua pixel kipimo chako. So let's say tuchukue millimeters. Alafu hapa katika width na height utaona kumekaa size ya hiyo dokumenti yako. Kwa mfano, sisi tumechagua A4, A4 ni hii 210 mm, height 297 mm ndio size ya A4. Lakini kama unahitaji tayari size zako upo nazo, utaingiza tu hapo utaandika hapa size ambayo tayari upo nayo vipimo vile ambavyo umeshachukua huko na unahitaji kudesign katika size hiyo, utaweka width, utaweka na height, unaweza kutumia hizi kama arrow ambayo imeelekea juu na chini. Juu unaongeza chini, unapunguza kwa moja moja, so unaweza kutumia pia, au unaweza kuandika tu moja kwa moja hicho kipimo chako, baada ya kuchagua unit ambayo umeitumia huko, wakati ambapo unapima. Lakini pia kuna hii orientation. Orientation hapa kuna aina mbili, portrait ambayo ni wima, na landscape ambayo ni mlalo. So unaweza kuchagua hapa, unahitaji hiyo dokumenti yako ikakae katika hali ya kusimama ama hali ya kulala landscape. Tuache hii hii ambayo ipo katika hali ya portrait. Na baada ya hapo kuna hii sehemu ya page na kuna sehemu hii ya Facing page. Sasa peji hapa kama unaenda kutengeneza kitabu na unajua kina peji ishirini, utaweza kuandika hapa kitabu chako kina peji ishirini, utaziandike ishirini hapa na utakapotengeneza utaona kuna peji ishirini zipo tayari kwa ajili ya kuweza kuweka design yako s so, wacha tuweke hiyo hiyo moja sisi katika hii ambayo tunaitengeneza, kisha kuna hii facing page. Facing page hii ukiweka tick hapa, maana yake unaruhusu hizo peji ambazo umeziweka ziende kutazamana, yani iwepo ile ya kulia na kushoto, tunafahamu kitabu kinavyokuwa kuna kuwepo na peji ya kushoto na peji ya kulia ndio. So, hii facing page utatiki hapo ili basi kuruhusu okay, lakini ukiantiki haina shida yoyote okay? Kwa vile sisi tupo na peji moja, hatuhitaji kwenda kuwa na peji mbili kushoto na kulia, lakini ukiweka peji zaidi ya moja na unahitaji ziwe katika hali kama ile ya kitabu, itakubidi uweze kutiki hapo. So, chini ya facing page baada ya kutick au kuto kutick kuna hii ambayo ni start. Hapa unaweza kuweka, pengine unahitaji kuna kurasa fulani ndio ambayo ianzie, unaweza kuweka hapa kuwepo na kurasa ambayo itaanza start, ambayo ya kwanza, alafu zinazofuata zitakuwa zinatazamana, hiyo kuna kulia na kushoto. Hii ambayo itakuwa ni ya kwanza itakaa hapa, tunafahamu vitabu vinapokuwa kuna ile kurasa ya kwanza kabisa okay. So baada ya hapo layout yako tayari itakuwa inaanza kuleta sura sasa. Tumalizie na hizi setting nyingine huku chini. Kuna hii column ambayo, column inakuwezesha wewe kuweza kupangilia basi zile column zako katika hizo peji zako utakazotumia katika hizo design zako. Hii itakusaidia wewe eh, katika kupangilia vile vitu vyako vizuri sana katika hizo peji utakapoweka column. Let's say unatengeneza kitu kama gazeti. Gazeti tunafahamu kunakuwa na column mfano tatu, nne. Kwa hiyo unaweza kuweka hapa column 3 tutakwenda kuonyesha hapa jinsi gani ambavyo hizi zinaonekana katika hiyo document yetu, hapa hapa katika video hii hii. So angalia hadi mwisho, lakini baada ya kuweza kuona hii column hapa, sorry ni hapa katika column, sio start. Okay, ni column hapa naweza kuweka, kisha kuna column gata. Column gata hii inasaidia sana, ni ile nafasi kati ya hizo column ambazo utaziweka. Tutakwenda kuonyesha na muda si mrefu hapo utaweka mara nyingi inakuwa ni 4 mm. Lakini okay, tunatumia hiyo sana. Lakini itategemeana na wewe design ambayo unaenda kuifanya. Ili basi yale maandishi yako katika zile column ya tofautiane yasigongane, yasiingiliane. Ndio maana tunaweka hii column gata baada ya kuweza kutengeneza column zetu. Lakini ukiachilia column na column gata kuna margin unaona hii. Pengine yako imefunga hapa, kliki iweze kufungua kuna margin top, margin bottom, margin inside, margin outside. Top juu tunafahamu, bottom, chini, inside karibu na ile spine ya kitabu pale kati pale katika kitabu, lakini outside ni mule pembezoni mule ambapo kitabu ile kurasa inaishia, okay? Nadhani utakuwa umeweza kunielewa, kupata hiyo picha ambayo naizungumzia katika hii margins, okay. Na hapa katika margin tunaweka ile mipaka ya kurasa zetu. Kwa hiyo margin ni muhimu sana kwa sababu huweza kusaidia maandishi yako ambayo unayaweka katika hizo design zako katika hizo peji yasigusane na pembezoni mwa kurasa zako. So kiwango ambacho kinatumika sana ni hii kama unavyoona kumi na mbili au kama utatumia kipimo cha inch unit basi 0.5. So tutaacha hii hii sisi, na hapa kuna hizi lock, natumai tunafahamu zinavyofanya kazi. Utakapoklik hapa maanake umefungua lock, utakapoweka top basi italeta effect katika top tu to margin, lakini ukiweka hapa lock, ukiweka sehemu moja zote zinachukua size hiyo so kuna hii bleed ukiachilia margins and slug bleed, ina kazi gani haswa hii bleed? Inasaidia sana katika shughuli nzima za kuprint, kazi za kuprint sana inatumika hii, ambapo pia inakuwa na top, bottom, inside na outside, na mara nyingi inakuwa tunaweka let's say milimita tatu, bleed yetu iwe. Kwa hiyo hapo unaona zote zitachukua tatu, kwa vile hapa ipo lock. Ingekuwa haipo lock, ingechukua hii top tu hii tatu na slag ukiachilia hiyo bleed, slag, pia nayo inasaidia katika kuprint, hususan wale ambao wana print wana biashara kubwa ya kuprint, mfano wana print vitabu vingi sana, basi slag nayo ina msaada mkubwa sana. Ni lile eneo ambalo unaweza kuongeza maelezo ya ziada kama jina la hiyo kazi, toleo, au notes katika printer. Hutumika sana hii kwa wale wachapishaji wakubwa, lakini ni vizuri kuweza kuijua tujapo kidogo hapa e, ni kitu gani. Kwa hapa tayari utakuwa umemaliza setting hizi ambazo unaweza kuziweka katika hii document yako ambayo unakwenda una kufanya nayo kazi katika Adobe InDesign. Sasa ningeomba ujaribu na wewe kutengeneza document yako mwenyewe, chagua A4 katika hii sehemu ya print. Chagua kurasa mbili, weka kurasa mbili hapa alafu hii facing on kama haipo antic hakikisha umetiki ili uweze kuona alafu, margin weka kumi na mbili na bleed weka tatu tumia kipimo cha millimeters. Okay, kisha utakliki hii button ya kucreate hapa chini, na tayari document itatengenezwa vile ambavyo umeiset na utaiona ukiwa katika workspace yako, ikiwa inaonekana kama hivi ya kwangu inavyoonekana. Mimi nimetengeneza document ambayo ina peji moja tu na inaonekana hivi. So hapa kila kimoja, kila ambacho tumekiset kinaonekana hapa. Labda wacha ni kuonyeshe vizuri, na huku unaona jina la hii document yetu, tumeita kitabu. Ukija katika hii file menu, ukiklik new, ukija katika document, keyboard shortcut ni control n, unaweza kutumia pia keyboard shortcut okay. So hapa ukija katika kuchagua mfano A4 okay. Preset yangu A4, alafu ukachagua kipimo millimeters. Peji ile yetu tuloitengeneza mwanzoni hii tuloita kitabu ilikuwa tumeweka peji moja, sasa hivi wacha tuweke peji tano okay, na facing page tuhakikishe tumetik sasa una uwezo wa kuona kile ambacho unakitengeneza document yako ambayo unaitengeneza kwa ku click hapa katika preview. Moja kwa moja itakuwezesha we kuona document yako hii ambayo unaitengeneza hapa. Kwa hiyo sasa kama ni hivyo hapa, tukiongeza height tutaona, tukiongeza width tutaona, tukiweka orientation mfano hii hapa landscape, inahitaji hiyo, unaona imelala hii. Inakuwa imesimama A4 lakini tumeibadilisha, tumeweka landscape, imelala sasa hivi. So itatokea muda mwingine unahitaji kudesign kitu mfano brochure, ambayo inakuwa inachukua A4 pia, lakini inakuwa katika hali ya landscape, basi utakliki hapa landscape. Lakini pia nimekuambia kuna hii facing page facing page inakupatia peji nyingine, zile hatuzioni hapo kwa sababu zipo kwa chini huku. Hii ni peji ile ya mwanzo, lakini facing page tutaiona hapa nitakapo close hii ama ku create hii document, utaziona hapa chini, moja imekaa kulia, moja kushoto, peji zetu kwa sababu ya hii facing page. Lakini pia start, ndio hii inaanza ya kwanza kabisa, halafu nyingine zinafata huko chini, alafu kuna uh, hii columns, na kuna columns jata. Column sevi iko moja, ndo maana unaona column yetu moja tu hapa. Tukiweka column mbili, utaona hapa, wacha tuweke column mbili hapa. Unaona inajigawa hapa, tunapata column mbili, column moja, column ya pili. Kwa hiyo utaangalia na wewe vizuri kuweza kuweka column kulingana na design ambayo unaenda kuifanya. Column nne, utaweza kuona hapa, unaona imegawanywa katika column nne hizi hapa, na humu kuna space baina ya column na column, ili basi yale maandishi yako asiweze kuingiliana kati ya column na column, ukiangalia magazeti unaona kuna spesi fulani zinaachana katika yale maandishi baina ya column na column. Basi inakuwa ni kama hivi, nakusaidia wewe kuweza kupangilia vizuri vitu vyako katika column, lakini una uwezo wa kupunguza na kuongeza hii column gata. Mfano ukaweka hapa sita, inaongezeka size ya mwachano baina ya column moja na nyingine. Kwa sana tunatumia. Umeona, ama 4 milimita hivyo. Lakini ukiachilia hii column gata ambayo tumeona hapa, mwachano baina hizi column, kuna hii margins ambayo nimekwambia, hii space ambayo inaacha huku. Mfano tukiweka hapa sifuri, angalia kitakachotokea. Umeona peji yetu haina margin humu, lakini tulivyoweka pale kumi na mbili tayari margin imejenga hapa ambayo hii inasaidia yale maandishi yetu ama picha zetu zisiende kugonga katika pembezoni mwa zile kurasa zetu. Kuna hii bleed. Bleed ni hii sehemu ya nje huko, utaona rangi nyekundu mstari margin unaonekana huku. Mfano let's say bleed niweke mimi hapa tatu. Umeona kuna mstari fulani huku. Hii inasaidia sana katika issue za kuprint. Huu mwekundu ndio bleed ambayo tunaizungumzia. So ni hivyo, kwa hiyo unaweza kuklik hapa katika hii create, ukaweza kutengeneza tayari eh, hiyo document ambayo umeiseti hapa na kwenda kuanza kufanya zako kazi. Ukiklik hapa preview ndio inakusaidia kuweza kuona basi eh, kile ambacho una kiseti hapa katika setting ya hiyo document yako. Kwa mfano hapa sisi tuna peji tano si ndio? Alafu kola acha tuweke kola mbili mbili hapa okay. create tayari tupo na document hii ambayo tumetengeneza sasa hivi, lakini pia tuko na hii ambayo tumetengeneza mwanzoni. Hatukuweka kola mbili, tuliweka just kola moja tu. Tumeona tumeweka bleed, tumeweka margin top, margin bottom, inside outside, pia hizi hapa. Na ukiangalia huku chini, hatuna peji nyingine, just ni hii peji moja tu. Lakini ukija katika tabu hii, yani ukija katika dokumenti hii kwa kukliki hapa, huku ndo zitakaa hizo document ambazo utazitengeneza. Unaweza kutengeneza document zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Hii ukiangalia, ukishuka chini, unakuta hizi hapa, kuna page mbili hizi hapa, zimeelekezana ndio ile facing page. Hii ya kwanza kushoto, hii ya pili kulia, ya tatu, ya nne. Unaona zimekaa kama katika hali ya kitabu, na column tunaziona hizi hapa, na hapa ndio kati. Mfano katika kile kitabu, ile sehemu ya kati kabisa tunaona ipo kama hivi Huku peji hii huku peji hii hapo, teka design zako. Kuna margin tumeweka kama hivyo. Hii ndio ile peji yetu ya kwanza start kama hivi ambavyo unaona. So leo nilihitaji tu tuweze kujifunza kwanza namna gani ya kutengeneza hizi new document kulingana na vipimo vyako, lakini pia na hizi preset ambazo zipo, na kufahamu basi japo kwa uchache, japo kidogo, kuhusiana na hivi vitu mbalimbali ambavyo mbali unaweza kuviset wakati ambapo unatengeneza new document kama unavyoona, tayari tumeshajua jinsi ya kutengeneza new document, tumeshaingia katika workspace yetu na tayari kuanza kujifunza mambo mbalimbali mbali, jinsi gani ya kuweza kudesign, kuingiza picha, kuweka maandishi, kupangilia a, katika control panel, vitu gani ambavyo unaweza kuvipata kuvitumia, tunakwenda sasa kujifunza kuanzia video inayofuata. So, hakikisha ume like video hii ume share, na no wengine ume subscribe channel yangu wa YouTube, kama bado fanya hivyo. Gonga alama ya kengele ili uweze kupata notification ninapo upload tu mwendelezo wa hiki ambacho tunajifunza. Una maswali yoyote, kuna sehemu hujanielewa, kuna sehemu pengine kidogo kama nimekuacha, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment hapo, tukaweza kusaidiana. Asante sana. Tukutane video inayofuata.